Maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa como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 wana ibada mbili tu. Ya kwanza ni saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu na ya pili ni saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana. Ndani ya masaa machache tu ibada hizo zinakuwa zimekwisha kutamatika. Mnakaribishwa yeyote unaisikia sauti hii, haijalishi wewe dhehebu lako ni lipi ama dini yako ni ipi. Sasa eh, kama uko mbali pia unaweza kushiriki pamoja nao kupitia kurasa za mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo YouTube eh, kupitia Sautikuu TV Online. Lakini pia kupitia Rav Alingarami S Munisi online TV na ili kupata taarifa hizo subscribe. Katika chaneli zote hizi mbili subscribe na ubonyeze alama ya kengele itakayokusaidia kuwa kwanza kupata na kupokea taarifa hizo kwa wakati. Nianzie habari za kitaifa, kwa mujibu wa magazetini leo. Hivi sasa ni saa moja dakika 32 kwa saa za Afrika Mashariki, ni tarehe mbili pia mwezi wa kumi na mbili 2025, zikiwa zimesalia siku chache sana kuuaga mwaka. Basi karibu tuangazie vya mwisho mwisho. Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika vurugu Oktoba 29, Jaji Chande, hakuna atakayekwepa tume. Vurugu za Oktoba 29, Jaji Chande anasema hakuna atakayekwepa tume. Habari hii imetajwa habari pica, ikimuonyesha asema ni ya kisheria na ina e, mam, ina ina mamlaka ya kumwita yeyote kumhoji. Kila kundi litafikiwa, ataja mambo sita yameanza kuchunguzwa haya. Chadema yaingiwa hofu, kinachojiri kwa Tundu Lissu gerezani kulikoni. Raisi Samia kuzungumza na wazee leo. Korti yakataa kufuta kesi ya fidia ghorofa lililoanguka Kariakoo askari magereza kamato tuhuma kumuua mkewe. Fedha za maadhimisho Ukimwi za badilisho matumizi serikalini. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii, gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza limeandika Rais Samia kuzungumza na wazee wa Dar leo. Tanzania haina adui nje ya mipaka yake, wasira huyo mkiagizwa kuimarisha usimamizi wa mazingira nchini Vilevile habari hii imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania Uzalendo kwanza. E, sasa gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na wazi imeandika tutaendelea kufungua milango kwa wawekezaji. Anaye yasema hayo ni Daktari Mwinyi. Dokta Mwinyi aishukuru India. Dkt Samia kulihutubia taifa leo. E, tumeazimia kuimarisha ukimwi ifikapo 2030. Hamed huyo Trump athibitisha kuzungumza na e. Sawa, habari imetajwa katika nakala ya gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, utaipata nakala hii kupata habari kwa kina. Na songa mbele nikiangazia majira gazeti huru la kila siku, lalipo huru wa kuangazia habari inayosema macho na masikio yote kwa rais Dr. Samia leo akitarajiwa kulihutubia taifa Uh, kuonana moja kwa moja na wazee wa jiji la Dar es Salaam. Tumeanza uchunguzi matukio vurugu Oktoba 29. Simu za mkononi janga linalotafuna maisha ya Watanzania namna gani? Polisi Mwanza waendesha msako maeneo ya mapango. Habari hii imeelezwa katika gazeti Majira, unaweza kujipatia nakala hiyo. Gazeti la kimichezo na, na burudani gazeti Mwanaspoti imeandika Elie Mpanzu kikaangoni, ahwa Sowa watajwa, Elie Mpanzu kikaangoni, ahwa pamoja na Sowa watajwa, Osman Bey mwamba alianzia katika, huwa na mitindo e, <laughs> wale wafuatiliaji wa tamthilia wanamfahamu vilivyo huyu jamaa Osman Bey e, mwamba alianzia katika ana mitindo Simba Yanga za rudi mzigoni. Amore mwakiri kuiba ujuzi e, Job anasema tulieni, mambo bado, wasema kuna surprise inakuja. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwana Spoti, unaweza kukamata nakala hiyo kupata habari kwa undani. Wamachinga sauti ya wanyonge, tume ya Jaji Chande kazini sasa yaanza kusaka kiini vurugu uchaguzi mkuu Oktoba 29 kukutana na wananchi kwenye mikutano na faragha. Jaji Chanda asema itazungumza na waathirika, lengo kuponya taifa. Kurasa pili unaeleza Oryx Gas yaahidi miundombinu bora kwa Watanzania. Rais Samia kuhutubia taifa kupitia wazee wa Dar es Salaam, huku Askofu Dr. Chilongani awataka waumini kushiriki maombi kwa taifa. Habari hii imeelezwa katika gazeti wa Machinga. Dkt. Mwinyi aishukuru serikali ya India kwa misaada. Habari nyingine nasema, Tanzania kuwafutia eh, Tanzania kuwafutia hadhi ya ukimbizi wakimbizi wanaoishi nchini, eh, Tanzania kuwafutia hadhi ya ukimbizi wakimbizi wanaoishi nchini. Habari hii utaipata katika gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge, utakapokamata na kala hiyo sasa, Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. Tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29, yaingia kazini, itachukua siku tisini kukabidhi ripoti yake, vigogo kuhojiwa, siku tisini, takribani takriban miezi mitatu hivi. Haya, Raisi Dr. Samia kuhutubia taifa leo. Eh, spika afanya mazungumzo na naibu balozi wa Marekani nchini Tanzania. CBE kujenga kampasi mpya Kilimanjaro yapongezwa kwa kuzalisha wataalamu wa biashara. Habari hii imeelezwa hapa Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. E, linaandika gazeti Uhuru, ukweli daima, limeandika tumeyataja mambo sita itakayofanyia kazi Rais Samia. Kuzungumza na wazee Dar es Salaam leo, vijana msikubali kutumika vurugu kutumika vurugu, amani. Wasira bwana anayesema hayo, vijana msikubali kutumika kuvuruga, kumradhi, kuvuruga amani. TRA hatoa siku kwa 30 kwa watu waliotelekeza bidhaa eh, waliotelekeza bidhaa forodhani. Kasi ya mawaziri ya waibua wasomi. Rais Dr. Mwinyi anadi fursa Zanzibar. Sheta kidedea umea jiji Dar es Salaam. Habari hii imetajwa katika gazeti Uhuru ukweli e, daima. Sasa yeye pamoja na mwanae wote wanakitumikia chama na Watanzania kwa ujumla. Habari leo guiji la habari Tanzania limeandika msitu e, msitu, msitupime kabla ya kazi. Tume hiyo iliyoteuliwa na Mheshimiwa Rais Eh, anasema Jaji Chande anasema bwana, msitupime kabla ya kazi. Jaji Chande yaahidi wazi uadilifu na ripoti hadharani, asema hata fichwa atakayetajwa kuhusika, awaita wadau kushirikiana na tume. Serikali yataka ubunifu, fedha za ukimwi yatumia bilioni mia moja ya mchakato kukabili maambukizi ya VVU. Habari hii ni kamili gado kabisa. Katika ukurasa wa tatu gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Rais Samia kuhutubia taifa leo. mahakama ya eh, mahakama ya tupa pingamizi la wamiliki ghorofa Kariakoo. askari magereza mbaroni akidaiwa kuua mpenzi. Eh, sawa. sheta vigogo kidedea umea daa Mbeya, Arusha pamoja na Tanga. habari leo gwiji la habari Tanzania lina eleza habari hiyo kwa undani zaidi, lakini pia nakala hiyo inahitimisha magazetini leo kutokea hapa Sauti Kuu TV. Mimi ni Dorcas Daniel, aando mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Shirika wetu ya asubuhi ya leo kanisa la Tabernacle of, eh, Tabernacle of Glory TG Kawe. Kama bado hujasubscribe basi subscribe sasa na ubonyeze alama ya kengele. Nikutakia asubuhi njema.